Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dr Paul Nelson Mwaipopo kutokea Mwanza na kuletea mada inayosema mwanaume, vitu hivi viepuke, usiishiwe pawa ya tendo la wanandoa. Kuna watu wengi sana, wao kwenye mahusiano ya ndoa ambayo yamekaa kama kaburi kaburi unaweza ukalitunza sana sana, lakini hufaidiki nalo, tofauti na bustani. Bustani ukiitunza kuna vitu ambavyo unafaidika navyo, sawa. Lakini unapokuwa unalitunza kaburi, unalipalilia na nini nini, utegemee kitu pale? Kumbukumbu ya mambo yaliyopita. Ndoa haipaswi hivyo. Kwa hivyo, yani, furaha haiongezeki changamfu uongezeki, upendo hauongezeki, watu wanaishi tu kwa kuvumiliana. Jambo hili linapasa libadilike, na watu wengi wamepuuzia sana tendo la ndoa, akiona kwamba ni kitu cha kawaida sana, lakini hawajui nguvu yake ilivyo kubwa na yenye uwezo mkubwa wa kuathiri mahusiano ya kimapenzi. Tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi kabisa, katika siku saba katika wiki, kama siku ambazo tendo la ndoa halifanyiki zinazidi zile ambazo tendo linafanyika, hiyo ndoa inaelekea jalalani. Yani kwenye siku saba za wiki, kama tendo la ndoa mnafanya mara mbili, maana yake kuna siku tano hamjafanya kwa wiki, hiyo ndoa inaelekea jalalani sasa kuna ndoa nyingi ambazo zinaletea jalalani jambo hili linatisha na watu wengi wamekaa na wamekaa tu wamebweteka kawaida kawaida hebu sikiliza kesi hii habari za kazi daktari mimi ni kaka mwenye umri wa miaka 34 nina mke na watoto wawili kabla ya kufunga ndoa nilikuwa vizuri sana hadi nilikuwa naringa kwa wanaume wenzangu lakini baada ya kuoa haikupita miaka miwili changamoto ya kuishia goli moja wakati wa ile ngoma ya wakubwa ikaniingilia. Nilishaga fanya mchezo wa punyeto huko nyuma pia, lakini hali hiyo ilipoanza ikawa inajirudia na siwezi kuanzisha raundi ya pili. Sasa hivi hisia sina kabisa na sasa hata kuanzisha raundi ya kwanza imekuwa changamoto. Nimeona kwenye YouTube unazungumzia madhara ya ponyeto. Ni kweli, nimepitia mchezo huo, lakini vilevile nilipokusikiliza jana usiku kwenye video ile hile uliona zungumzia changamoto za waliopiga ponyeto, nikaona kuna kitu ambacho pia kiliniathiri zaidi na sikujua. Kuna kipindi tulitaka kupanga mpango wa uzazi wa majira tukamua njia ya mimi kumwaga mbegu nje, maana mke wangu hapendi kutumia kinga ile ya kondo. Sasa jana ndo umenifanya nione chanzo cha tatizo na mzizi wa tatizo, na vilevile vile nimeingia kwenye peji yako ya Instagram na nikaona shuhuda halisi za screenshots za watu ambao wamewasaidia. Tafadhali sana, Dr. okoa ndoa yangu maana mke wangu tayari ameshaanza kuchepuka kiasi. Ni kama gari bovu nasukuma, mpaka ile ya mke so, ni mpaka jeli wake gari bovu, gari bovu tunasukuma kwenye mteremko lakini. Sasa shida ni kwamba katika ulimwengu huu ambapo mwanamke ulionaye tayari alishatiwa na wanaume watatu wa nne kabla yako, kuna vitu vingi analinganisha. Hebu fikiria, dada huyu nilikuwa naongea naye leo, ameniambia hana hisia kabisa tendo la ndoa. Anajitahidi, unaweza kufanya tendo la ndoa masaa mawili na anajitahidi kweli huyu dada, na nikamsifu. Alikuta namhangaikia mwanaume, mwanaume anafurahia kweli, lakini mwanamke hasikii hisia zozote. Tatizo gani? tatizo gani? Kujichua? kasema ndiyo. Kamwambia dawa nayo, kamwambia gharama zake. Mume wangu na uliye naye sasa hivi ni wangapi? Akasema ni wanne Mwisho wa mwisho kufanya naye mapenzi le alikuwa na uume mnene kuliko wa mume wako? Akasema ndio. Tena anajisikia sikia kidogo. Sasa kuwa mnene, lakini hauna nguvu au unawahi kumaliza kwamba Mwanaume, vitu hivi vyepuke, usiishiwe pawa ya tendo hilo la wakubwa, ngoma hiyo ya wakubwa. Kama kuna vitu ambavyo unafanya, unafanya, unafanya vinasababisha hali hiyo jitokeze. Mchezo wa kujichua ulifanya kwa wale ambao wanasema wamesoma shule ya magambani inaitwa Bagamoyo, naitwa Magambani, ndio nimesoma pale mwaka themanini na oleva. Nimesoma pale themanini mpaka themanini na tatu. Sio wote wamefanya. Sasa wengi wamefanya, lakini sio wote. Kwa hiyo usiseme kwamba kila mwanamume ameshapitia mchezo huu. Kwa hiyo usidanganye, zipo unapojichua, unapokuwa umemwaga zile mbegu, kuna hewa inaingia ndani, upende usipende, hiyo hewa itaingia ndani. Ile hewa ikiingia ndani Inaenda kutengeneza ukungu wa aina fulani. Ule ukungu unaongezeka uzito, kwa hadi siku zinavyoenda, kama vile nyama inavyooza, kwa hadi siku zinavyoenda inaendelea kuoza zaidi. Ule ukungu unaongezeka uzito. Inafikia hatua ule ukungu unakuwa mzito kiasi ambacho mishipa ya fahamu inashindwa kufanya kazi vizuri. Vitu hivi vinaitwa nerve receptors, kupokea hisia ndani ya ume. Kama unavyojua umeme haupiti kwenye plastiki au kwenye mbao. Sasa ule ukungu ukiwa mwingi Mishipa fahamu ifanye kazi vizuri. Kama mishipa fahamu isipofanya kazi vizuri na mfumo wa damu nao wenyewe ufanye kazi vizuri. Sasa damu ndio inasababisha uume usimame. Damu ndio inasababisha uume uchelewe kumaliza. Sawa? Wacha usiani uchelewe kumaliza badala ya kuwahi dakika moja tu kisha ukaishia. Sababu kuna misuli miwili ikijaa damu vizuri inabana uweze kuwahi kumaliza. Sasa damu ikiwa sio nyingi haibanishi vizuri. Ndio unakuta mwanaume anawahi kumaliza. Sasa unaweza kusema niliacha zamani. Hata kama umeacha, sawa. Kama umeacha, ule ukungu bado unaendelea kuongezeka kwa sababu hujautoa. Sawa. Kujichua kajichua. Alafu vile vile hewa inaingia ndani ina kuleza ule ukungu na mtu ambaye anajichua, kwa hiyo sawa, kuna mara moja moja inaweza isilete shida sana kama, kama ni hiyo. Unaona wanawake ambao wakiingia hedhi, wanawake zao wanaume wanawachua kwa mikono yao mpaka mwanaume anamaliza. Sasa mwanamke yuko hedhi, kidogo inaleta tofauti lakini haijirudi rudi sana. lakini sasa vile vile hiyo unafanya kazi kwa, kwa sehemu kubwa unakaa, ni dereva wa magari, ofisini unakaa kwa muda mrefu, toka hapo umepanda boda boda, huna muda wa mazoezi. Sasa unajua sisi wanaume, wakati wa jua kali wa joto korodani zinashuka chini, wakati wa baridi korodani zinakuja juu. unajua niko nini kwa sababu korodani wakati wa jua zinapokuwa zinashuka chini, maanake zinahitaji zipate hewa, kwa hiyo zinatengeneza nafasi kubwa ya kupata hewa. Sawa. Sasa ikiwa na baridi zinakuja juu, sawa? Kwa hiyo zinapata hewa, lakini kuna na kuna ile structure yake ya, ya, ya ile ngozi ya ya ya ya, scrotum korodani inapoweka inale, ina yale makunja makunja, hewa bado kipiga mle kwenye yale makunja kunja, yale matuta matuta hewa bado inaingia. Sasa unapokuwa umekaa kwa muda mrefu, tabia kukaa kwa muda mrefu, mapumbu hayapati hewa ya kutosha. Sasa ndani ya mapumbu ndio kunatengenezwa umeme wa nguvu za kiume kwa kichocheo kinachoitwa testosterone, kichocheo kinachoitwa testosterone. Wanaume tuna kichocheo hicho mara kumi na sita kuwazidi wanawake. Kwa hiyo unakukaa kwa muda mrefu una mazoezi inachangia hali kama hiyo mahali padogo tu umepanda bodaboda, mahali padogo umepanda bodaboda. Sasa ukiwa nyumbani umekaa unaangalia TV na ukiingia ofisini umekaa, kama wewe ni muuza duka tena ndio zaidi, kwa muda mrefu itakuathiri tu. Kwa hiyo inachangia sana kule matatizo wa nguvu za kiume. Lingine ambalo linachangia, sawa, hii chai tunakunywa chai tunakunywa hii tunaiona kwamba ni ya kawaida sana, lakini mimi baada ya kufahamu kwamba chai ina shida, unashangaa kwa nini Wasabato hawataki kunywa chai, wanakuja kwa kokoa. Wasabato wa chai, Wasabato wa halisi hawanywi chai, wanatumia kokoa. Kwa hiyo, kuna, kuna kitu ambacho kina kuathiri kutoka kwenye chai. Sasa ukiwa mnywaji wa chai sana, athari hizo zitakupata, utagundua kitu kama hicho ingine ambalo lipo ndio maana nimefungua chanel lingine mpya ya ya saikolojia, sawa, yani stress, stress mawazo sawa. Sawa e, e, yani kwa yani, mfano si kuna stress nyingine ambazo zilio za kazi za madeni na nini na nini nani. Usipojua jinsi ya kumanage stress yani akili yako iwe na amani most of the time, ina affect nguvu za kiume. Yani huna mtu wa kucheka naye, mtu akuongea naye huna, ina affect hivyo. Kuongezeka uzito, kitambi kikizidi na nywele, inakuwa inasaidisha, mzunguko wa damu unakuwa sio mzuri kwa wewe mwenye kitambi. Wewe mlingie tu mwanaume, mwanamke mwambie, bwana wewe, ili wewe fanya, jifanye mbabwe kwa sababu unampa hela milioni moja kila siku, au utatombewa tu Kitambi chako hicho kinaweza kusababisha mwanamke akuchukia kwa sababu unawahi kumaliza. Kwa hiyo jitahidi kutembea tembea kidogo. Lingine, watu wengi sio wanywaji wa maji. Unajua, maji maji anakunywa mara mbili akiwa anakula chakula tu. Jitahidi kunywa maji kwa wingi, inasaidia. Asilimia sabini ya damu yako ni maji, kwa jitahidi sana kunywa maji. Wengine ambao walipo, watu wengi hawanywi matunda, hawali matunda. Matunda yana yana nguvu sana, matunda hawali watu hawali matunda, hawali sawa. Ni expensive matunda mengine, kama sasa natoka kununua papai shilingi elfu mbili papai kaa kuna, ni vitu ambavyo unaona papai ni Ronaldo linaisha, kwa lazima niongezee lingine, iongezee kitu ujipangilie. Sawa, ndio ni expense, lakini maisha yako ni nzuri sana. Lingine, zoezi zuri sana wanawake kwa wanaume ni kuogelea. Watu wengi hawajui kuogelea. Mimi kila wiki naenda kuogelea kwenye swimming pool ya hoteli moja kubwa hapa mjini Mwanza, nalipa shilingi elfu kumi na tano kila wiki naenda kuogelea. Ni zoezi zuri sana kwa kutafuta, wako kwenye mpira wako, kwenye bia na nini na nini, muda wa kuogelea hawana ni starehe nzuri sana. Nenda mpaka na watoto ea, na familia yako mgalea. Yani, kila wiki naenda kwenye hoteli Ma, unaondoa stress. Stress yote inaisha kwenye maji na nikipata no, na na stress Ha, nikija kuogelea stori zangu zote zinaisha. Kuna vitu ambavyo wanaume hawajui kwamba katika kumwandaa mwanamke kunakuletea wewe nguvu ya ziada pia mwanamke anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika kumi na nne nukta nane. Mwanamke katika mwili wake una maeneo kumi na saba na kila eneo lina ufundi wake, utaalamu wake. Kwa hiyo, kuna video ona jarida ambazo nimewatumia wanaume, na utaalamu wake kwa hiyo kunaardbazenye inaitwa Unapomwandaa mwanamke unapo inakuletia nawe msisimko na kujiamini wanda unavyonyonya chuchu zake zile, unavyolamba kitovu chake, baby akitavuma makalio yake unaanza kuyalamba lamba makalio, navyo nafurahia navyo changamka na nini inakuongezea confidence. Kwa hiyo unapata nguvu za ziada. Mbaya zaidi sasa wanaume <laughs> wengine wametumia zile dawa za madukani za nguvu za kiume zimewaathiri sana, na kaka mmoja all the way kutoka Tabora, urologist, Mwanza Bugando, akamwambia bwana, kuna tatizo lolote lile una tatizo lolote lile, akampa namba yangu. Nenda, nenda kamwone huyo jamaa, kama amenisaidia mimi mwenyewe, nenda. Daktari mwenyewe kutoka Bugando kaja ofisini kwangu, sikujua kama ni daktari, kaja ofisini kwangu, nahitaji dawa za nguvu za kiume. Sasa namsindikiza tunateremka chini na mimi nateremka sababu niko ghorofani, nateremka naye chini, anapouliza ni daktari? mimi ni daktari vile vile, niko Bugando, aliyenileta hapa ni, ni, ni mchepuko <laughs> n ni ya, ya <laughs> kitu hiyo. Napenda kuambia hivi huyu kaka ambaye ameleta mada hii, tayari imeshamtumia nimetoka Misha, kwa Mbizi, wakala wa mabasi anatumiwa, yuko, yuko kwa jirani ya Mwanza. Sipendi kuzungumza, ni mko wa gani? Kama hiyo dawa ni mimi nilishamtumia tayari. Sasa wewe zembea katika eneo hilo. Nimekwambia hivi. Mwanamke yule naye ana historia ya kuwa na wanaume wengine kwa nyuma. Kwa hiyo analinganisha performance yako na watu wengine. Upende usipende, lazima utalinganishwa. Ndivyo kile mwanadamu alivyo. Sasa una ume mdogo, una ume umepinda, una ume mwembamba, unawahi kumaliza na hela huna, alafu unajifanya mjanja. Shauri lako. Hii ni kliniki ya afya mapenzi, utakao shauri, namba zangu za simu hapo. Ushauri unalipia shilingi elfu kumi. Kama unataka video na nini, unalipia shilingi elfu kumi na zenyewe, ni ushauri ndani ya video. Unalipa email yako, namba zangu na maelekezo nayo hapo chini. Nikutakie heri ya mafanikio katika mahusiano yako ya mapenzi. Na kama unaangalia video hii mara ya kwanza, tafadhali jisajili, ili nitakapoweka video nyingine, upate taarifa haraka sana. Huyu ni daktari Paul kutoka Mwanza. Kama bye bye, love you.